Mbunge mteule wa viti maalum CCM mkoa wa Ruvuma, Jacqueline Msongozi ameomba wananchi wa kijiji cha Lusewa kuhakikisha wanakichagua Chama Cha Mapinduzi ccm katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 29 mwaka huu ili kuwaletea maendeleo. Akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika kijijini hapo, Msongozi amesema changamoto zinazowakabili wananchi wa eneo hilo zikiwemo huduma za afya, maji safi na miundombinu ya barabara zinaweza kupatiwa ufumbuzi endapo watatoa ushirikiano na kujitokeza kwa wingi kupiga kura. Ni siku ya, ya kwenda kumchagua kiongozi mtakaye, lakini mimi nimesimama hapa kwa ajili ya kunadi sera za chama cha mapinduzi. Kwa nini tumchague daktari Samia Suluhu Hassan, na kwa nini tumchague Juma Zuberi Homera? Kwa nini tumchague? Yasini Zuberi Majiwa. Kwa kipindi chake cha miaka minne na nusu, Daktari Samia amefanya kazi nzuri ambayo imetuheshimisha sisi wa Tanzania ndani na nje na nje ya nchi na duniani kote. Daktari Samia alijipambanua katika sekta ya afya. Nani kama mama? Mama ni mama bwana. Mwoye. Katika sekta ya afya amekwenda kujenga zahanati na vituo vya afya vingi. La elimu, Daktari Samia amejenga madarasa kila maeneo, kila shule za msingi, kila sekondari. Lakini vile vile hakuishia hapo, katika sekta ya afya ya elimu, katika sekta ya elimu amekwenda ame veta pale Namtumbo lakini vile vile amejenga vyuo vikuu na anaendelea kuboresha, ikiwa pamoja na kupeleka mikopo mingi kwa ajili ya watoto wa wetu wanaoenda kusoma elimu ya juu hapo vipi. Katika mkutano huo mgombea ubunge wa jimbo la Namtumbo kwa tiketi ya CCM Dr. Juma Zuberi Homera akapiga simu, akizungumza kwa njia ya simu, ameeleza mipango yake ya kuboresha huduma za jamii na kutatua changamoto zinazowakabili wakabili wakazi wa Lusewa mara atakapopata dhamana ya kuwatumikia. Na swala so zima la oh, shule yetu ya nadhani shule ya sasawana kuwa kidato cha tano na cha sita, shule hiyo tunakwenda kuipandisha hadhi inakuwa kidato cha tano na cha sita. Lakini la pili, shule nyingine inakuja kujengwa kwenye kata hiyo, shule ya pili hiyo ilikuwa na, ya kwanza na shule nyingine ya pili inakuja kujengwa, na ndio maana hiyo tunataka hiyo form 5 na 6 hiyo nyingine inakuja kujengwa ihudumie zaidi pia watoto wa form 1 mpaka form 4, lakini pia na mabadiliko mengi. Jambo lingine kuhusiana na na suala zima la kituo cha afya, kimechakaa. Nadhani siku niliwaambia kwamba tunakuja kukiboresha hicho kituo cha afya lakini pia tumepata gari la wagonjwa tunalileta hapo. Gari hilo la wagonjwa lime, liko kwenye utaratibu tu wa kufuatiliwa na kuprosesiwa, ikishakamilika tu tutalileta huko, ambalo litakuja kuwahudumia wananchi wa kata hiyo ya Lusewa. Nadhani itasaidia pia na kata nyingine, kwa mfano watu wa Kisima pia mtawasaidia, kwa maana kwamba wakitidiwa, mtawasaidia, lakini gari litakuwa linakaa hapo Lusewa. Jambo lingine, swala la maji, swala la maji, kuna mradi wa maji ambao umesadikiwa na unakuja kuongeza nguvu ya maji hapo Lusewa, lakini kwa hatua za awali tunakuja kutengeneza mfumo ambao utakuwa na maji ya dharura ili baadaye tupige mradi mkubwa, lakini si lazima tuanze kwanza na mradi wa kwanza wa kusaidia kuchimba visima virefu ili tuweze kuunganisha maji. Ah, basi hayo ni mambo ambayo tumeona kwamba tuanze nayo, lakini timu za mpira wa miguu zote zilizoko kwenye kata hiyo, maana yake tunakuja kuziletea jezi pamoja na mipira. <coughs> Lakini kuna vibanda hivyo vya bodaboda ambavyo kwenye vibanda ambavyo vingine havijaezekwa bati au vina nyasi, tunakuja kuviwezeka bati vibanda vyote vya bodaboda vya kata hiyo. <coughs> kuna akina mama wanauza mboga mboga na matunda, utakuta wamekaa kwenye sehemu ambayo imewezekwa nyasi. Tunakuja kusifanyia tathmini vibanda vyote, aa anauza mboga mboga na matunda navtaa tukiezeke bati ili vitu na sura nzuri iim ye, asante sana, shukrani. Asante sana, nichukue nafasi hii kukushukuru sana Mheshimiwa mbunge wetu mtarajiwa. Tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu tarehe ishirini na tisa, Wanalusewa wanasema wanakwenda kutiki, kwa hiyo kwa mkao wa kula, na wana matumaini makubwa sana na wewe, wanasema wewe ni mtu kazi na kazini kuna kazi. Happiness Ngwando ni mjumbe wa baraza kuu la umoja wanawake wa Tanzania UWT Taifa, amesema moja ya sababu kuu ya wananchi wa mkoa wa Ruvuma kujitokeza kwa wingi kupiga kura ifikapo Oktoba 29 ni uwepo wa mgombea mwenza wa nafasi ya urais Dr. Emmanuel Nchimbi ambaye ni mzaliwa wa mkoa huo, hivyo wananchi wanapaswa kumpa heshima kwa kumchagua kwa kura nyingi. Mwaka huu tuna mtoto mgombea mwenza wa urais, hata kama miaka iliyopita haikufanyika, tumepeleka mtoto wetu wa Ruvuma Dr. Emmanuel John Nchimbi. Akienda yeye, tunaamini miaka mitano mbele tutapata neema mkoa wa Ruvuma. Kuna, kuna mtoto anatupa mzazi. Kuna mtoto anatupa mzazi, tunaamini tukatiki. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ametuheshimisha. Msiseme CCM imeshinda, tunaomba mkatiki, mtoke nje kwa wingi tukapige kula tuelekee nyumbani kupumzika. CCM oye! Nikifika hapo niungane na wenzangu, naomba sana kula za Dokta Homera, mmempa nyingi sana tarehe nne mwezi wa nane mkaoneshe ule ule uwema wenu, ile imani mliompa. Tarehe nne alishinda kila kata, nilikuwa naona kwenye mitandao. Mkampe kula nyingi, mpeni deni, mwambie tunakupa kula hizi, tunakutuma twalinje mtima wao, si sindio? wakizungumza na Site FM kwa nyakati tofauti, baadhi ya wa wakazi wa kijiji cha Lusewa wamesema kukamilika kwa barabara ya Mtwara Pachani Lusewa hadi Tunduru kutakuwa ni ukombozi mkubwa kwao, kwani kutarahisisha usafiri, biashara na upatikanaji wa huduma muhimu. Kwa jina naitwa Rashidi Yems Saidi. Kwa kweli, Lusewa ina changamoto kubwa sana kupitia swala la barabara, wananchi wengi wanalia sana kupitia swala la barabara. Mheshimiwa Juma Homera na kutuahidi swala la barabara, na huyu mama leo aliyokuja anaongea swala barabara tunasema, tunamwambia kila lahiri Mwenyezi Mungu awajalie wa watu wawili watengeneze barabara hii kwa kiwango cha rami. Kwa majina naitwa stadi szdadi staili, ni mkazi wa Lusewa. Kiukweli barabara hii ya kutoka Mtola Pachani mpaka Lusewa magazini mbesa mpaka Tunduru mjini ni kweli na changamoto sana, hasa wakati ule wa masika huwa inakuja muda mwingine inatoka Mtwara pachani mapema inawezekana ikao uko pale labda asubuhi saa mbili, lakini hadi kuja hapa Lusewa huwa inachukua mpaka masaa kumi na mbili kutembea eneo hili, kwa sababu huwa linakuwa ni chafu sana, tofauti na ilivyo saa hizi muda wa kiangazi, lakini masika inakuwa ni changamoto kubwa sana. Kwenye wangu ni serikali kuona namna na ya kutengeneza ile barabara ili ipitike kwa muda wote na ipitike vizuri, na hasa ukiangalia kwa maeneo haya tuliopo na ndio uchumi mkubwa sana wa halmashauri unategemea kwenye haya maeneo. Na sasa ukiangalia, tayari sisi huku tuliko ni mpakani na huku maeneo ya Magazini pale pana kambi ya, ya kijeshi. Kwa nini bado na wao wanapata changamoto ya kutoka pale, kwa maana ya Magazini mpaka kuja makao makuu ya, ya, ya wilaya, kwa sababu barabara ni ngumu, kwa maana hata kama ikitokea jambo la dharura Sovu kwa muda mwa Afrika inakuwa ni ngumu sana kwa sababu. kwa sasa kampeni za uchaguzi katika mkoa wa Ruvuma zinaendelea katika maeneo mbalimbali, huku wananchi wakihimizwa kujitokeza kwa wingi kushiriki zoezi la upigaji kura litakalofanyika Oktoba 29. Kutoka hapa Lusewa mkoa mkoani Ruvuma, mimi ni Sheikh Hanem Zeina.